Naam, bwana. Moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vinazungumzwa zaidi ni issue ya Ibra kujitoa, kujitoa pale Konde Gang na kumekupu na hizi tetesi kwamba atasainiwa WCB kutokana na kwamba Diamond Platinumz alionyesha support kwa kutumia wimbo wa Ibra katika moja kati ya posti ambazo alikuwa na posti picha zake, katika track ambayo alitumia ni wimbo wa copy and paste, wimbo mpya kabisa wa Ibra ambao umetoka hivi karibuni. Sasa basi eh, kwa mujibu wa wakereketwa wa mashabiki wakubwa kabisa wa Konde Music Worldwide akiwemo uh,

Konde gang. So hebu msikilize Ostaz Juma na mwanamusoma alichokizungumza Ibra: tembo ni tembo, huwezi mwangusha hata siku moja, na usitegemee hata siku moja kama dena. Naweza kukuchukua mpaka matope, ungea ongea, lakini ndio mwisho wako, umekwisha baba. Tembo ni tembo. Yeah, so hayo ni maneno ya Ostaz Juma anamsoma, lakini pia vile vile wadau mbalimbali nao pia wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo inshu. Kwa mfano hapa e, Nura Shami anasema kwamba bwana huyo Ibra hana adabu kabisa, kama walikuwa na ugomvi na Harmonize angeenda kwa jembe ni jembe, akamwambia, ila Ibra siyo kwamba hana pesa ndio, e, ndio akam, amekwama, aliomba mchango kuwa mamake ni mgonjwa alivyonyimwa, ndipo akaamua kutangaza anatoka katika lebo e. Kwa mdomo sikwambia, bwana! Huyu jamaa naye sijui anazungumzaga nini? Kwa mdomo sikwambia, bwana! Wewe mwenyewe pia ulishindwa kusaini wasanii e, wenye pengo ukawatupa. Kwa mdomo sikwambia, bwana! Anayetoa riski ni Mungu, kama ipo ipo tu. Kwa mdomo sikwambia, bwana! Kiukweli usimtishe mtoto mzee, wa copy and paste anaweza katoboa vile vile. Kwa mdomo sikwambia, bwana! Kuna vitu vingine huyu mzee huaga anaongea e, kama mtu ambaye asiyokuwa na akili timamu. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, unahisi kwamba alichokizungumza Ustaz Juma na Musoma ni kweli kwamba Ibra kutoka pale Konde Gang atapotea, au unahisi kwamba bado ana nafasi ya kufanya vizuri zaidi, hata kama akiwa hayupo tena katika usimamizi wa record label hiyo ya Konde Music Worldwide? Hebu tuwekee maoni yako hapo chini